Wacha tutizame sehemu ya kwanza ya kuanguka kwa mfalme, anguko la mfalme. Karibu sana katika simulizi ya leo, tutizame jinsi gani ambavyo mfalme alianguka. Katika mbuga ya kale inayozungukwa na miti mikubwa ya miombo na nyasi zinazowaka kama dhahabu chini ya jua, aliishi tembo mmoja, tembo wa kipekee sana, maarufu kama Tembo Mkwawa. Alikuwa ni mzee wa heshima, mwenye akili nyingi na moyo wa huruma. Kwa miaka mingi Mkwawa alitawala mbuga kwa busara kubwa sana, alitawala mbuga kwa amani na kwa haki. Wanyama wa kila aina aliwatawala, alitawala kutoka swala hadi kiboko mwenye hasira. Wanyama walimuheshimu na kumtii, si kwa woga, bali ni kwa mapenzi. Tembo Mkwawa alikuwa mfalme wa kweli. Alikuwa na tabia ya kusikiliza matatizo ya kila mnyama akatengeneza mifumo ya upatikanaji wa maji wakati wa kiangazi, akazuia migogoro kati ya makabila ya nyani na fisi na kuhakikisha kwamba hata ndege wadogo hawanyanyaswi na tai wakubwa. Alikuwa na hekima iliyopitiliza umri wake, na hata simba waliokuwa wakijiona wafalme wa bori walinywea mbele yake. Lakini kama ilivyo desturi ya dunia, kila mwanzo una mwisho. Siku moja, wakati mbuga ilikuwa kimya na jua likielekea kuzima ama kulala Tembo Mkwawa alianguka chini, chini ya mti wa mkuyu. Alilia kwa sauti ya chini sana, akaitisha mkutano, akawaita wanyama waaminifu waliomzunguka. Akamwita twiga, akamwita kifaru, pundamilia na hata duma. Kwa pumzi ya mwisho alisema, mbuga ni yetu sote, na uongozi sio nguvu, bali ni huduma. Msimruhusu yule atakayeongoza baada yangu kutumia nguvu kuwatishia. Mbuga ya haki haipaswi kuwa mbuga ya woga. Kisha akapumua pumzi ya mwisho, anga likabadilika ghafla, upepo ulivuma, mawingu yakakusanyika na mbuga nzima ikakaa kimya. Kana kwamba wadudu walikuwa wanaomboleza. Siku ya mazishi ya Tembo Mkwawa, ndege walicheza juu ya anga kama ishara ya heshima. Mizoga ya simba, fisi na hata chui haikuguswa kwa siku nzima kama ishara ya maombolezo. Kwa mara ya kwanza, mbuga yote iliungana kama familia moja. Lakini wingu zito la hatima lilikuwa linakuja. Baada ya siku saba za maombolezo, kikao cha wanyama wenye ushawishi mkubwa kilikutana kuchagua kiongozi mpya. Walitarajia kuchagua kwa hekima, lakini simba aliyefahamika kama Simba K'Wene, simba mkubwa wa dhahabu mwenye manyoya ya kung'ara kama moto alijitokeza kwa nguvu. Aliingia akiwa amevaa mkufu wa meno ya chui na macho yake yaking'aa kama taa za giza, akasema, hakuna mjadala hapa, mimi ndiye ninayefaa kuwa mfalme. Tembo alikuwa mzee sana, sasa ni wakati wa damu mpya, damu ya moto kutawala. Wanyama wengine walijaribu kupinga, lakini simba aliwashushia radi ya vitisho na uongo. Akawaambia, mimi ndiye kiongozi ambaye anafaa kwa sababu tembo alikuwa ndiye mkuu kama mfalme lakini kikatiba, katiba inasema kwamba akifariki mfalme, msaidizi wake anakuwa yule aliye chini yake, kwa hiyo mimi ndo nitakuwa kiongozi. Akachukua uongozi kwa nguvu, kwa msaada wa afisi waliomshabikia kwa njia ya madaraka, na hapo ndipo historia ya mateso ikaanza. Baada ya simba Kwene kutoa uongozi wa mbuga hiyo, hali ya maisha ilibadilika ghafla kama msimu wa mvua ulioingia bila taarifa yoyote ile ilikuwa kama ndoto mbaya iliyowajia wanyama waliowahi kuishi kwa amani na kwa upendo tena. Haikuwa ndoto ya usiku, ilikuwa ni ndoto ya mchana ya kweli, na ndoto ya damu. Simba alianza kwa kuwatisha wale wanyama wote waliokuwa karibu na marehemu tembo Mkwawa. Kifaru alituhumiwa kuwa na mpango wa mapinduzi, aliitwa mbele ya mkutano na kufukuzwa kwenye eneo lenye maji. Twiga aliyekuwa mshauri wa zamani wa mfalme alipewa adhabu ya kunyimwa chakula kwa siku kumi, na alipodhoofika, fisi walitumwa kumuua kimya kimya. Hali ilizidi kuwa mbaya. Kwene alianzisha utawala wa hofu. Alisema, aliye na nguvu ndiye mwenye haki, mbuga hii ni ya simba, wengine mpo kwa ajili ya kutumikia. Akaweka sheria mpya, wanyama wote wenye uwezo wa kukimbia haraka kama duma na paa walilazimishwa kuwa wajumbe wa ujasusi, wakimletea habari za wale waliokuwa wanamsema vibaya. Nyani waliwekwa kama wasemaji wa watawala, wakihubiri sifa za simba kila alfajiri mbugani. Hata ndege wa angani walilazimishwa kuimba nyimbo za sifa kabla ya kuchuma mbegu. Simba alifurahia mamlaka hayo, na kila aliyetilia shaka maamuzi yake aliteswa na kupotezewa mbali huko alipotezwa. Swala mmoja aliyepinga kodi ya maji alipigwa ahadi akalemaa miguu. Ngiri mmoja aliyesema wazi kuwa anasikitika kwa kifo cha tembo, aliuliwa hadharani kama fundisho. Mbuga ikawa ya maombolezo kila siku, wanyama wakaanza kuishi kwa woga. Hakuna aliyeweza kusema ukweli, hakuna aliyeweza kuishi kwa furaha chini ya kivuli cha Simba Kwene. Hata sauti ya upepo ilionekana kuogopa kupuliza. Lakini kama alivyoahidi Tembo Mkwawa kabla hajafariki kwamba Uongozi usio na huruma huwa na mwisho wa laana ya Mungu. Mungu muumbaji wa mbuga na mwenye macho ya kuona yale yote yanayotendeka, alianza kuonesha ishara. Siku moja jua halikuchomoza. Kulikuwa na giza la ajabu lilotanda mbugani hata saa tatu asubuhi. Simba akawa na asira, akasema hii ni hila ya duma na swala. Wanataka kuchafua jina langu. Lakini kila alipojaribu kutembea kuelekea kwenye miti mikubwa ya kuotea jua, ardhi ilitetemeka. Milima ya mbali ilitoa sauti za giza. Hali ya hewa ikabadilika, ukame ukaanza ghafla. Maji kwenye mito yakaanza kukauka kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Ndani ya wiki moja simba akakosa mahali pa kunywa. Wanyama waliokuwa wakimshangilia wakaanza kumkimbia. Fisi waliomlamba miguu wakamwacha peke yake nyani waliokuwa wakiimba sifa zake walitoroka usiku na kwenda kujificha kwenye mapango. Laana ilikuwa imeanza kushuka, na haikuwa laana ya kawaida. Ilikuwa ni laana ya Mungu aliyechukizwa na dhuluma ya mnyama mmoja kwa wanyama wenzake. Simba Kwene aliona ndoto ya ajabu usiku mmoja. Alisimama mbele ya Tembo Mkwawa aliyefufuka akiwa mweupe kama mawingu. Tembo akamwambia, ulitumia nguvu kunyamazisha haki. Sasa tazama nguvu zako zinavyokugeukia kuwa mzigo. Simba alipoamka alikuta manyoya yake yameanza kupukutika na sauti yake ikiwa nyembamba kama punda milia mdogo, lakini hiyo ilikuwa tu ni mwanzo. Baada ya ile ndoto ya kutisha usiku ule, simba K'Wene alianza kupoteza kila kitu alichokitegemea. Ujasiri wake ukayeyuka, alitembea peku, manyoya yakamwisha sauti yake ikiwa ya ajabu kama panya aliyelia kwa hofu. Hakuna aliyeweza kumtambua tena kama yule simba aliyejulikana kwa kutetemesha ardhi kwa mngurumo mmoja. Ukame uliendelea kukomaa, nyasi zikawa rangi ya majivu, wanyama wakakimbilia mbali huko, wengine wakakimbilia kwenye mabonde yaliyokuwa hayajaguswa na dhuluma. Simba K'wene akabaki peke yake, akizungukwa na mabua makavu pamoja na miiba. Alijaribu kufuata mafisi wake wa zamani, mafisi wakamzomea. Alijaribu kuwaita nyani, wakamtupia makavu ya migomba. Alijaribu kuunguruma lakini sauti ikamrudia, ikawa kama kikohozi cha mzee mgonjwa. Usiku mmoja wa giza na upepo mkali, alipokuwa amelala chini ya kichaka cha miiba, simba aliota tena. Safari hii hakuota tembo, bali aliona mbuga ikiwa wazi, mbuga ikiwa angavu wanyama wakicheza kwa furaha, maji yakitiririka na watoto wa swala wakirukaruka. Kisha akasikia sauti ikisema, ulitanguliza hofu badala ya haki, ulitumia mamlaka kuumiza badala ya kuponya. Kwa hiyo heshima imekuacha na ardhi haitakukumbuka tena. Alipoamka miguu yake haikuweza kusimama. Alijiburuza hadi kwenye bwawa ambalo lilibaki matope tu. Alijiona kwenye kioo cha matope hakuwa simba tena, bali kivuli cha aliyekuwa mfalme. Kwa mara ya kwanza Simba K'wene akalia machozi, sio kwa maumivu, bali ilikuwa ni kwa majuto. Siku iliyofuata alipatikana akiwa amefariki chini ya mti ule ule ambao Tembo Mkwawa alizikwa miaka miwili nyuma. Hakuna mnyama aliyehudhuria mazishi yake, hata ndege wa kawaida hawakuimba. Upepo ulipulizwa taratibu Kana kwamba ukifuta historia yake polepole pole. Lakini simulizi haikuishia hapo. Baada ya kifo cha simba kwene mbuga ilianza kupata mvua kidogo kidogo. Wanyama waliorejea walifanya baraza jipya la usawa. Safari hii hawakuchagua mnyama mmoja kuwa mfalme, bali wakatengeneza baraza la hekima lililojumuisha aina tofauti ya wanyama, wale wenye nguvu, wale wenye akili, wale wenye haraka na wale wenye huruma. Na juu ya kaburi la Tembo Mkwawa na Simba Kwene waliandika maneno ambayo yalisomeka kwamba mamlaka si zawadi ya kuumiza bali ni jaribio la roho, atakayeshindwa kutumia kwa haki atalaaniwa na ardhi yenyewe italaaniwa. Na tangu siku hiyo, kila kiongozi mpya wa mbuga aliagizwa kusoma simulizi ya Mkwawa na Simba Kwene kabla ya kuchukua jukumu la kuongoza taifa ili waelewe kuwa haki ni mzizi wa amani na dhuluma ni mbegu ya laana. Na huu ndio mwisho wa simulizi ya mfalme tembo na simba wa mateso. Simulizi hii imeandaliwa na mimi Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Tufuatilie kila siku kupitia YouTube channel yetu inayofahamika kama Bongo Star Media, tutakusimulia stori nzuri kama hizi ambazo zitakukonga nyoyo. Siku njema iwe nawe. Niseme tu kwa leo, tuishie hapa. Bye, bye.